Kwa muda sasa, Yesu amekuwa akiwafundisha wanafunzi wake katika mazingira yanayofanana na darasani. Sasa ni wakati wa kuwapeleka kwenye maabara, kwa namna fulani, na kujaribu kanuni na ukweli ambao wamekuwa wakijifunza. Kwa kweli, ni kama kuwatuma waende wakapate uzoefu wa huduma wao wenyewe, kitu ambacho leo tunaweza kukiita safari ya kimisheni, kulingana na Mathayo sura ya tisa. Hapa wamekuwa karibu naye wakitazama na kujifunza. Mstari wa 35 unasema hapa, Yesu alipita katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kutangaza injili ya ufalme. Mafundisho yake yameambatana na uponyaji wa miujiza, na bila shaka hilo linathibitisha uhalisi wa nafasi yake kama Masiha na mamlaka ya ujumbe wake kama Masiha. Sasa tumeona huruma yake kwa umati wa watu. Mstari wa 36 unawafafanua hapa kama kundi la kondoo wanaozunguka bila mchungaji. Bwana pia anawaona hapa kama shamba lililo tayari kwa mavuno. Kwa kweli, anawakumbusha wanafunzi wake waombe kwa ajili ya watenda kazi zaidi, waende kwenye hayo mashamba ya dunia na walete hayo mavuno. Sasa tunapofika sura ya kumi tukisoma maisha ya Kristo kwa mpangilio wa matukio kupitia Injili, tunaambiwa hapa kwenye mstari wa kwanza kwamba Yesu anawapa wanafunzi wake mamlaka juu ya pepo wachafu na kuponya kila ugonjwa na kila maradhi. Sasa nguvu zao zitafanana na nguvu za Bwana. Hii itathibitisha kwamba wao kweli ni wawakilishi wa kweli wa Masiha. Sasa baada ya kuwataja wale wanafunzi kumi na wawili, mstari wa tano unatueleza kwamba Yesu aliwatuma hao kumi na wawili. Na sijui kama umewahi kutumwa kwenye safari ya kimisheni ya muda mfupi au labda e eh, kikazi uko kwenye uwanja wa umisheni leo e eh, labda ni nchi nyingine au labda ni hapa hapa nchini. Kama umetumwa na kanisa lako la nyumbani, nina uhakika uliathiriwa na hiyo safari ya kimisheni. Ilibadilisha mtazamo wako. Eh, kwenda ng'ambo najua kwangu mimi kulibadilisha kabisa mtazamo wangu wa dunia, kuliongeza hamu yangu ya kuona watu wakiokolewa kutoka kila lugha, kabila na taifa. Basi utajua pia ilikupa maisha yako yakaonekana kwa mtazamo mpya, sivyo? Nimepata bahati ya kusafiri na kuhubiri katika nchi nyingi tofauti, na kila mara nimekuwa nikiguswa sana na uaminifu wa waumini na ukuaji wa kanisa la Kristo na imekuwa ukumbusho mzuri kwangu kwamba maisha yangu hayana kusudi kuu zaidi kuliko kuwekeza huko nje kwenye shamba la mavuno la dunia. Sasa hii safari ya kimisheni kwa hawa wanafunzi itawasaidia kuelewa kwa undani zaidi wito waliopokea pamoja na misheni yao. Sasa tukisoma Marko 6:7 tunagundua kwamba Yesu anawatuma wawili wawili. Unajua, Agano la Kale lilihitaji mashahidi wawili, na kuwatuma wawili wawili kunathibitisha ushuhuda wao. Pia itawatia moyo wao kwa wao wanaposafiri pamoja. Sasa hapa katika Mathayo kumi, Yesu anawaambia katika mstari wa sita waende tu kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Wanapaswa kutangaza ujumbe wa injili kwa taifa la Israeli, na mstari wa saba unasema waambieni, ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa maneno mengine, mfalme wao amewasili. Masihi wao yuko katika nchi ya Israeli, na ili kuthibitisha hilo watafanya ishara, ishara za Masihi kama kuponya wagonjwa, kutoa pepo na kufufua wafu. Kwa hiyo hawatumwi tu huko, unajua, ili kufanya maonyesho tu. Kwa kweli, Yesu anawaambia wasipokee pesa yoyote wakati wa safari hii ya kimisheni. Bwana pia anawaambia wasibebe mzigo wowote wenye nguo za ziada, na huenda hata hawana mswaki nao pia wao wanapaswa kutegemea kabisa Bwana awape kila hitaji la msingi kupitia wale watakaowaamini ujumbe wao na kuwakaribisha. Sasa kama kijiji fulani kitakataa ujumbe wao, Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 14 watoke pale barabarani na wakungute vumbi kutoka kwenye miguu yao. Hili lilikuwa tendo la ishara na linaonyesha kwamba wanafunzi wanajitenga na mji huo. Hata hawataki, hata vumbi la mji mji huo libakie nao kwa kwa sababu ya kutokuamini kwa mji au kijiji hicho. Sasa katika mistari ya 16 hadi 25, Yesu anawapa wajumbe wake maonyo fulani. Maneno yake hapa inaonekana yanaangalia zaidi ya safari yao fupi ya utume hadi kwenye huduma ya baadaye ambayo tunayo na hata zaidi ya sisi hadi nyakati za mwisho ambapo waumini watakumbana na magumu makubwa na mateso. Sasa Yesu anapowaandaa hawa wanafunzi wa mwanzo, anawaandaa wawe tayari kuungana wawili wawili na kuanza safari. Anakuwa mkweli sana nao, anawaambia wasitarajie kupokelewa kwa shangwe na makofi njiani. Anasema hapa katika mstari wa kumi na sita ninawatuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu, basi muwe na hekima kama nyoka na wapole kama njiwa. Anawaonya hapa kuhusu kukamatwa, kupigwa na hata kuuawa na niambie, kila nilipoenda kwenye safari ya kimisheni hakuna mtu aliyewahi kuniambia kwamba naweza kupigwa, kufungwa au hata kuuawa. Kama wangenieleza hivyo, sina uhakika kama ningejisajili na kupanda ndege. Fikiria uzito wa maneno ya Bwana hapa, na kwa njia, maneno haya yatabaki kuwa kweli katika historia yote ya kanisa. Sasa Yesu pia anaongeza maneno ya kutia moyo kwa wale watakaokamatwa na kupelekwa mahakamani kujitetea. Anasema hapa katika mstari wa kumi na tisa, msiwe na wasiwasi kuhusu jinsi mtakavyosema au mtakachosema, kwa maana mtakachosema mtapewa saa ile ile, kwa sababu si ninyi mnaosema, bali ni Roho wa Baba yenu anayesema kupitia kwenu. Sasa kuanzia hapa mstari wa 26 Yesu anaanza kutoa maneno ya kutia moyo kwa wanafunzi wote wa kweli, na hiyo inatuhusu sisi pia leo. Anawakumbusha wanafunzi wake kwamba Roho wa Mungu ndiye anayeshikilia udhibiti wa kila kitu. Mwishowe inaweza kuonekana kama maadui wa injili ndio wanaotawala, lakini nyuma yao, hata mateso yao dhidi ya kanisa, Mungu ameketi kwenye kiti chake cha enzi na kutakuja siku ambapo wafuasi wake watathibitishwa na ukweli wa ujumbe wao na watesi wao watahukumiwa. Lakini unatarajia matatizo wapi? Njiani. Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 34: sikuja kuleta amani, bali upanga. Sasa huenda tukawa na amani mioyoni mwetu, lakini hiyo haimaanishi kwamba hatutapata maumivu katika maisha yetu mikononi mwa wasioamini. Tazama, shetani hatakaa tu bila kufanya chochote wakati Yesu anajenga kanisa lake. Ukweli ni kwamba kumfuata Yesu si kazi rahisi. Kujitolea kuwa mwanafunzi kunahitaji tumpe yeye nafasi ya kwanza katika maisha yetu hata kuliko wale tunaowapenda zaidi katika maisha haya. Inamaanisha kubeba msalaba, yaani kutarajia kifo kwa namna fulani kumfuata Yesu. Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 38, na yote hayo yanahusika, unajua. Hiyo ni e, kuchukua msalaba wako ni kama mtu leo hii kuchukua kiti cha umeme au Yesu kutuomba tubebe kamba ya kunyonga na kuizunguka nayo. Kwa nini? Msalaba ulikuwa chombo cha kifo cha kikatili ambacho kilikuwa kinajulikana sana katika siku za Yesu. Kwa hiyo anasema kwamba unapoenda kwenye mashamba ya mavuno ya dunia, usitarajie taji la dhahabu, tarajia msalaba wa mbao. Usitarajie kushukuriwa, tarajia mateso. Hii ni kama hotuba ya kuhamasisha, sivyo? Na shangani, wangapi wetu wangejiandikisha kwa safari ya kimisheni kama hii baada ya maandalizi kama haya? Bwana hafichi uhalisia hapa. Hii siyo matangazo ya kuuza kutoka kwa Yesu ili apate watu wengi wa kujisajili. Hapana, huu ndio uhalisia wa huduma ya Kikristo. Amewaambia kile wanachohitaji kujua. Sasa ni wakati wao wa kuweka hayo kwenye vitendo. Katika Luka sura ya tisa mstari wa sita tunaambiwa tu wakaondoka, wakaenda katika vijiji, wakihubiri Injili na kuponya kila mahali. Hivyo misheni ya ya wanafunzi itakuwa ya kipekee wanawatangazia kwanza Wayahudi kuhusu kuja kwa Masihi wao, wanathibitisha ujumbe huo kwa uponyaji. Na niambie mimi, sijawahi kuthibitisha ujumbe wangu kwa kuponya watu katika hadhira yangu au kuhitajika kumponya mtu yeyote, na hiyo ni habari njema kwa sababu siwezi unaona, huu ulikuwa ndio uthibitisho halisi wa jumuiya ya mitume kwamba kwa kweli walikuwa wanamwakilisha Masia, kwamba walikuwa wamepewa uwezo wa kufanya yale ambayo ni Mungu tu anaweza kufanya ili kuthibitisha ukweli wa ujumbe wao, na kwa kufanya hivyo, walikuwa wanatayarisha njia kwa kile tunachokiita kipindi kipya cha kanisa, wakati ambapo kanisa litaanzishwa, na kwa njia hilo liko karibu kabisa kutokea lakini hata kama ishara na miujiza yao ilikuwa ya kipekee na ya muda mfupi kwa kipindi hicho walipokuwa wakithibitisha ujumbe wao, kuna masomo fulani tunayoweza kujifunza kwa ajili ya leo. Kwanza kabisa, tunapaswa kufikisha ujumbe bila kuwa na uhakika kwamba watu wataudhamini. Hatufai, hatutarajii kupiga makofi. Kwa kweli hatupaswi kumtumikia Bwana kwa ajili ya pesa, bali tumtegemee yeye atupatie pesa na mahitaji kupitia watu wake. Na, na njiani, tunapaswa kutarajia kubeba msalaba si kuvaa taji. Unaona, siku ya kuwavika taji wanafunzi wa Kristo, hiyo itatokea, lakini ni siku ambayo bado iko mbele, wakati Yesu atakaporudi. Na kwa sasa hebu tujiandikishe kwa ajili ya safari ya utume. Hebu tujiandikishe kwenda pamoja. Bwana ameandaa kila kitu kwa ajili yetu kabla ya wakati.